Naomba unisikilize kwa makini kwenye fundisho hili nalotaka kukufundisha. Tega sikio lako, asikudanganye mtu. Siri ya mafanikio jinsi ilivyo, nataka nikufundishe kitu kimoja. Wale wanaoenda kwa waganga ili wafanikiwe, kuna kitu kimoja huwa wanafanya. Mganga anakuambia ulete vitu fulani, kwa mfano, leta mmea utokao baharini, leta nywele ya binadamu, lete kucha za watoto, lete sehemu ya siri ya mke ama ya mwanamke ama ya mwanaume, leta masikio, leta ulimi ama leta kuku ama leta manyoya ya sehemu ya siri ya umbwa ama ya paka, lete mmea ya aina fulani kwenye milima ama kwenye mabonde ama kwenye mto ama mambo kama haya. Kwa nini anakuitisha mambo haya? Kwa sababu ile jini ambayo anakuitia ili kukuletea mafanikio, hiyo jini huwa inauliza kwanza, wewe ni nani? Unaitwa nani? Unatokea sehemu gani? alafu inaenda kufanya research, ina search kukuhusu. Kisha ile jini inajua kwamba wewe nyota yako ni gani. Ikisha jua the pattern ya ile nyota yako, hapo sasa ndipo inaitisha kitu fulani, kwa sababu pattern ya nyota yako ya mafanikio yako, maanake mafanikio ya binadamu ili imkujie binadamu ni lazima ikuwe connected, yani heaven and the earth zikuwe connected, zishirikiane they must relate the heaven and the earth. To relate, zishirikiane ili funguo ya mafanikio yako yaweze kukamilika. Kwa hivyo ile, ile jini anasoma ile nyota yako kwamba: ime, ime, ime, ime relate na kitu gani duniani. Sasa inakuitisha hiyo kitu ambayo ime relate nayo na duniani ndo ili funguo yako maana imejua kwamba funguo yako iko mahali pale. So the moment you do that, unaanza kuona kwamba unafanikiwa. Kwa nini? It is the energies around you that extract success, kwa sababu kitovu cha mafanikio ya mtu huwa inatoka mahali kitovu chako imezikwa, yaani kwenu nyumbani, kwa babu zako, kwa baba zako, hapo ndipo originality ghorofa. Haiwezi simama juu ya msingi ambayo haiwezi ibeba, lazima ijengwe juu ya msingi. Kama ni ghorofa ya nyumba nne, lazima iwekewe msingi ya kubeba nyumba nne. Ikiwekewa nyumba ya tano tu, inazama. Kama ni ya nyumba mbili ni hivyo, haiwezi ongezewa ya tatu. Kwa hivyo unabebwa na misingi inayotoka kwenu the pattern nyota yako vile zi, zilivyounganishwa wewe ukatengenezwa. Ni siri nyingi, ni mambo mengi, nitakuja kukufundisha kwamba wakati ambapo mwanadamu anapozaliwa ama wakati ambapo tendo la ndoa linapotendeka, eh, ni nini hufanyika. Nitakueleza kwa nini majini huitisha vitu fulani moja, mbili, tatu ili kufanikisha watu. Kwa nini majini hayaridhiwi? Kwa nini utajiri wa, wa uganga hauridhiwi? Na ikiwa itaridhiwa, kuna mtoto specific atakayeridhi, sio wote, sio yoyote yule. Kuna yule atakayeridhi utajiri ya uchawi utajiri ya uganga, utajiri ya majini haiwezi rithiwa na mtu yoyote katika familia. Hata baba yako akupende, hata mama yako akupende, kama ni yeye ndo amechukua vitu hivyo, hivyo viumbe vya kiroho haviwezi vikarithiwa na mtu awaye, na mtu yeyote yule. Iko na specific person ambayo amekusudiwa kwamba yeye ndiye majini yamemtunuku kwa sababu zinaangalia nyota inayo inayofanana na ile nyota iliyowaleta iliyowaleta katika familia hiyo. Haleluya! Hivyo dunia hii imejaa siri nyingi, lakini suluhisho ya siri hizo zote ni Biblia. Tunapokaa katika maandiko, mimi nimejua mambo mengi kwa kupitia Biblia, maandiko, kufunga, kuomba, kusoma Biblia, kuitafakari kuchukua mda, kuomba Mungu, mimi usinipatie utajiri, nipatie ufahamu wa Biblia. Na kweli Mungu amenipea, God has given me. I am 100% sure kwamba ninaelewa bibilia vilivyo, kiundani kiundani, achana na mambo za shule. Aha. kiundani kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo ni vyema kuelewa dunia unayokaa ni ya aina gani, na wewe ni wa aina gani, na ni vyema kutafuta muda kujisoma, kujitafuta, kujifahamu, kujielewa, kujijua, ndio ili uweze kufanikisha mambo yako dunia hii. Kwa hivyo ninakuombea neema ya Mungu zidi, zidi kunifuata, zidi kuenda pamoja na mimi hatua baada ya nyingine, ukipata kuelewa na kufahamu, nitakuja kufundisha nguvu zilizo baharini, nguvu zilizo kwenye anga, nguvu zilizo kwenye milima, nguvu zilizo kwenye mito nguvu na uweza zilizo kwenye mawe natural stone. Ndio maana Mungu akawaambia, akamwambia Musa nitengenezeni madhabahu, chukua mawe, wala mawe hiyo isiguzwe na chuma iwayo yoyote, naturally, ndio itengeneze madhabahu ya Mungu, dakuondesha uweza ulio kwenye maji, maji ya mto, maji ya bahari, maji ya kawaida, maji ya bohol, Uweza wake kwa maisha ya mwanadamu ntakufundisha mambo haya yote. Keep tuned, follow me and the Lord is going to bless you in Jesus name, amen.